Kwa majina anaitwa Hilary Charles Mwihava ni katibu wa zone ndani ya zone namba 1B, Soko la Samaki Feri, na ni mvuvi na mmiliki wa vyombo ndani ya Soko la Samaki Feri. Hii nafasi nilikuwa nayo ni kutoka mwaka 2016 kabla hapo, nilikuwa ni mmiliki na mvuvi na mfanyabiashara wa kawaida ndani ya Soko la Samaki Feri, Dar es Salaam. Kwanza nipende kuipongeza serikali yetu ya awamu ya sita iliyopo chini ya mama yetu kipenzi, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kweli imetufanyia mambo mengi sana wavuvi. Sisemi kwamba awamu zilizopita hatukufikiwa wavuvi, lakini tulifikiwa kwa asilimia ndogo sana, lakini awamu ya sita imetendea mengi. Kuna mengi sana ambayo naweza kuelezea, lakini naomba niongee kwa kifupi baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ni muhimu zaidi, ambayo yalikuwa tunapaswa kufanyiwa sisi wavuvi. Kwanza kwenye mikopo, wavuvi kwenye mikopo tulikuwa hatukopesheki ukitaka kwenda kupata mkopo, maana yake either uwe na mali sawa, umeshika, either ni ardhi au vitu vingine ambavyo ni tofauti kabisa na kile ambacho kinaendana na uvuvi. Lakini sasa hivi tunashukuru serikali hiyo, ile serikali yetu ya awamu ya sita imeweza kwa kwa kuconvince mabenki, amekuja na kuja kumiminika ndani ya soko letu. Wavuvi tunakopesheka tena kwa riba nafuu kabisa, tunashukuru. Kwenye upande wa mikopo, kwanza tunakopeshwa vyombo, kuna vyombo ambavyo mama yetu ameweza kutengenezea na tunakopeshwa wavuvi havina riba kiasi ambacho thamani ya kile chombo ambacho umekopeshwa utalipa kile kile, hakuna thamani, hakuna chochote kitakachoongezeka, hakuna riba wala hakuna chochote. Pili, kuna baadhi ya mikopo ambayo tumekuwa tunakopeshwa na mabenki, benki nyingi tu, kuna Equity na baadhi ya benki nyingi tu ambazo zimekuja kwetu, tunakopesheka. Kwanza riba zao, kwanza kwenye riba, riba imekuwa nafuu, vile vile katika ile masharti, masharti yao ni nafuu sana, ambayo kwa sababu kwamba kuna baadhi ya vikundi ambao walikuwa hawawezi kukopa vile vile. Sasa hivi unakopa. Kuna vikundi kwa mfano kama chama cha wavuvi cha Wawami, kuna chama cha Wawada. Hivi ni vyama ambavyo ni vyama vikubwa nda, vikubwa sana ndani ya soko la samaki Feri, na Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, kwenye mpango wa mikopo. Mimi kama katibu ambaye ni katibu wa wavuvi nikisema katibu ndani ya zone namba 1B ndani ya soko la samaki Feri, maana yake mimi ndo katibu mkuu ndani ya soko la samaki Feri na nawasilisha na wavuvi wote, ndani ya soko kuna hii kwenye process za ukopaji wa boti ambazo ziko chini ya mama yetu hizi boti zinaenda sio kwamba zinatolewa kwa, kwa wavuvi wote kwa awamu moja. Tayari zimekuwa zimekuja kwa awamu, kwa baadhi, baadhi ya vikundi kwa vikundi. Kwa hiyo kwa sababu kama sasa hivi kuna baadhi ya vikundi ambavyo tayari vishapokea takriban ya boti 20 ambazo zishakuja sasa hivi na wavuvi washaanza kuzifanyia kazi, nafikiri hapa tulipo zipo na zinaonekana vile vile, kuna awamu ya pili ambayo tunasubiri vile vile. Vyombo tayari vishakuwa tayari kwa muda wote vitakuja, mimi mwenyewe mmoja mwenye wapo tutakuwa ni mnufaikaji pamoja na chama changu cha Chawani. Kwa hiyo tunatarajia muda wote kuanzia sasa hivi hivyo vyombo vitakuja na vitatufikia, na panapo uhai tutaonyesha, ili Watanzania wote waone jinsi gani mama yetu alivyotufikia wavuvi ndani ya soko la samaki Feri. Vyombo ambavyo tumebaza vikundi ambavyo washavipokea ni vyombo ambavyo ni vyombo vya kisasa ambavyo hata sisi tulikuwa tunalilia sana tupate hivyo vyombo, kwa sababu hapa tulipo kuna chombo ambacho nakiona kiko ubavuni kwangu. Hiki ni chombo kidogo ambacho, kukiwa kuna upepo, hakiwezi kuhimili uvuvi kwenda na jinsi hali ya hewa. Kwa hiyo ikiwa shwari kitenda baharini. Ila ukiwa kuna upepo, hiki chombo hakiwezi ku, wa, ma, Lakini vyombo tulivyopata kwa sasa hivi, una uwezo wa kwenda baharini, labda uwe upepo mkali sana, na serikali labda mamlaka ya hali ya hewa idhibiti kwamba tusiende baharini, lakini vyombo ni vikubwa na vina uwezo wa kuhimili hali yoyote kuendana ya mahitaji ya wavuvi. Hivi vyombo tunavyovipata tunavyokopeshwa na mama yetu ambaye anatoka kwenye serikali ya awamu ya sita, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Hivi vyombo vina thamani ya shilingi milioni hamsini, ikiwa na ospa 60 ya mashine. Hii ni bei rahisi sana kwa sababu hiki chombo kinachokuwa na upembeni hapa, kikiwa chombo kitupu, thamani yake si chini ya milioni kumi na tano. Ukichukua na nyavu si chini ya milioni ishirini Yaani ukikiangalia hapo kilipo kichombo kina thamani ya chini milioni 40 mpaka hamsini. Lakini boti na uwezo vile vile kichombo kuna gharama yote hiyo hakiwezi kumiliki, yaani kuhimili upepo hali ya hewa itakapokuwa labda upepo mkali na vitu vingine. Hivi vyumba tunavyokopeshwa na mama yetu hivi vyumba vya thamani ya milioni 60 mpaka 55. Inategemea kwa sababu vyumba viko tofauti tofauti. Lakini vinakuwa vina mashine ya Oscar 60. Hii mashine peke yake ukienda dukani, maana yake nasema si chini ya milioni 15. Mashine peke yake lakini ukiangalia chombo hata kama utaenda ukioda sasa hivi si chini ya milioni 40 mpaka 50, chombo boti tupu peke yake bila mashini. Kwa hiyo kwa thamani e, ya milioni 60 bado serikali imetufikia na imetuofa sana, tunashukuru sana sana sana kwa serikali yetu, kwa kweli. Kwenye upande wa ukopaji, upande wa upatikanaji wa vyombo, hakuna dhamana ya kitu chochote ambayo unaweka wala hakuna kiasi chochote cha fedha ambacho utahitaji kukiweka ili upate hicho chombo, hapana. Hivi vyombo maana yake vinapewa ni vyama na vikundi

maana yake unatakiwa kulipa ndani ya mwaka mmoja otherwise wewe umefikia japo asilimia hamsini ya mkopo awali ambao ulikuwa umekopa. Maana yake chombo kina thamani ya, ya, ya milioni sitini ndani ya mwaka mmoja basi angalau basi umefikia angalau asilimia hamsini. Na kama utakuwa hujafikia maana yake chama bado kina uwezo wa kudhamini vile vile, ukapewa muda vile vile, kuongeza muda kwa ajili ya malipo yako moja kuendelea kulipa hicho chombo. Ukiacha hii mikopo ya boti, vile vile kuna mikopo ambayo tunaipata. Hiki ni kiasi cha fedha ambacho kinarudi ni asilimia kumi ile umechukua na na mkopo, no ume mkopo wa milioni moja, maana yake malipo yake ni milioni moja na laki moja, kwamba um, mkopo huu utaulipa ndani ya miezi miwili, ndani ya miezi mitatu, ndani ya mwaka. Kwa hiyo wao ndio watakupangia kiasi cha kulipa ndani ya muda ambao utakuwa umeomba. Ukiachana na hii mikopo ambayo nilielezea awali, mikopo ya boti, mikopo ambayo ni ya pesa taslimu ambayo inatoka kwa mkurugenzi. Hii mikopo bado ni vile vile. Hii mikopo manake unaipata kupitia vile vile vyama na vikundi ambavyo viko ndani ya soko. Manake soko la samaki Feri linaendeshwa kwa vyama na vikundi, haliendeshwi kwa mtu mmoja mmoja. Manake kwa sababu soko lina zone kwa hiyo kama umetoka zoni namba moja maanake, viongozi wako wa zoni wao ndio watakaokupa barua ya kutoka hapa kwenda ofisi ya wadau theni kwa mkuu wa soko, mkuu wa soko theni kwa mkurugenzi basi, unapatiwa mkopo. Wala hakuna chochote kachoweka, hakuna dhamana ya kitu chochote isipokuwa dhamana ni kikundi chako kilichotoka na barua ya uwakilishi wa kule ulikotoka basi. Eh, ukiachana na masuala ya mikopo ya fedha na boti ambazo serikali ya awamu vile, vile ya sita ametupatia vile vile kuna masuala ya ya utumiaji wa nishati kwenye swala ukaangaji. Awali soko letu lilikuwa linatumia mkaa, mkaa na kuni kwenye kukaanga, lakini baada ya kuja serikali hii awamu ya sita imeweza kuwafikia kuwapa elimu wavuvi wetu na baadhi ya wadau wa soko la samaki Feri ili kuweza kuendana na mahitaji ya, ya kipindi ambacho tupo sasa hivi. Kwa hiyo serikali yetu awamu ya sita ilifika kawagawia wakaangaji wa wetu ambao wanafanya shughuli za ukaangaji ndani ya soko la samaki Feri waligaiwa mitungi ya gesi kwa ajili ya ku... la... kundana... <todihana>... na nishati safi kwenye hili swala, mradi wa gesi ambao kwa ajili ya kwenda na masuala ya utumiaji nishati safi. Hii mitungi mama kwanza alianza kuwapa wadau wa soko la samaki Feri baada ya kupeleka maombi kuona kwa kwamba kweza kuwawezesha waweze kuinuka ili waweze kujinyanyua na kipato ja, chao cha kila siku. Kwa hiyo hii awamu ya kwanza maana na wamepewa bure. Ila baada ya hapo utakwenda kuendelea kununua tena gesi kwa kwa kiasi cha ambacho hapo alishakipata kwa bure. Kwenye hili swala la majiko ya kisasa kwa ajili ya utumiaji wa nishati safi, sio mitungi peke yake. Hii wamepewa ni pamoja na majiko yote, yani full package. Maanake ni jiko pamoja na mtungi wa gesi unapokabidhiwa na kabidhiwa ni jiko pamoja na mtungi wa gesi kwa ajili ya matumizi ya ukaangaji wa samaki ndani ya soko la samaki Feri. Na sio wao tu wakaangaji peke yake, hata baba na mama lishe nao vilevile vile, wamefikiwa na wameweza kuwezeshwa hivyo vifaa, maana yake ni majiko pamoja na mitungi ya gesi kwa ajili ya kwenda nishati safi. E, tunajua kwamba serikali yetu imetufikia na inatufanyia mengi makubwa sana na inatupenda sana wavuvi nafikiri hata wavuvi sasa hivi wana enjoy kuona uvuvi sasa hivi. Sasa watu kwenye uvuvi hatarishi wa vyombo ambavyo vilikuwa sio salama kwenda kwenye vyombo vyombo salama, na sasa hivi uvuvi umekuwa sio kama awali. Uvuvi awali ulikuwa unaonekana kama ni kazi ambayo inafanywa na watu ambao hawajitambui, lakini sasa hivi wavuvi, watu wanamaliza elimu, kwa mtu ametoka chuo, tuna wanafunzi ambao wametoka chuo, watu wana degree wana master, tunao hapa, wanafanya hiki kazi. Lakini sasa kutokana na hiki, tunaomba serikali vile vile iweze isiishie hapa kama kuna uwezekano wa kupata vyombo zaidi ya hivi basi tuwezeshe, kwa sababu kuna wengine vile bado wanahitaji, lakini hapo kwenye vyama na vikundi, japo tunajitahidi na wao kuwavuta ili waende kwa hizo kuunda vyama na vikundi ili waweze kufikiwa na serikali kwa urahisi.